Ringa, ya yes, Citizen. Na mtazamaji na washikadau katika sekta ya afya na watafiti wa kiasili wanaokongamana katika chuo kikuu cha Moi kwa mkutano kuhusu tiba asili. Aidha, kongamano hilo pia linaangazia umuhimu wa upanzi wa miti ya kiasili yenye manufaa ya tiba. John Wanyama, tuangane kwa hivi sasa tueleze mengi, akiwa katika chuo cha Moi kule Eldoret. John Wanyama, nifahamishe kuhusiana na swala muhimu hilo la tiba asili. Na Rashid, kwa miaka na mikaka, unakumbuka kwamba wakenya wengi na Afrika nzima, wengi wamekuwa wakitumia dawa za kiasili na mara nyingi wamekuwa wakipuuzwa, hususan wale ambao wanahusika katika sekta hii. Lakini leo ni siku ambayo kihistoria wanakutana hapa, wamekongamana, ambao ni watafiti, wasomi, kuhakikisha kwamba pamoja na madaktari ambao pia ni wa kiasili, kuhakikisha kwamba wanaweka swala hili wazi na kuanza kufanya utafiti kuhusiana na dawa hizi, na niko na We ambao wanahusika katika shughuli hii nzima unaitwa nani na kuna umuhimu gani katika pengine kuanzisha eh, kuanza kupanda miti hii ya kiasili na umuhimu wa madawa zake yeah. Kwa majina naitwa profesa Charles Lagat mimi ni mwadili katika Chuo Kikuu cha Moi kwa shule ya Business and Economics na tuko hapa leo kuanzisha hii, hii tunaita Botanical Garden ni pahali ambayo tutakusa miti ya ya miti ya ambayo tumekuwa tukitumia katika eh, matibabu mbalimbali, na tumeona ni muhimu kuwa na pahali ambayo tunaguza hizo miti ili tuendelee kufanya utafiti na tuendelee pia kufundisha eh, the youth ambao wanaanza kufanya kuelekea upande ya kutumia hizo miti na hasa pia tukishagusa hizo miti kwa hapa kwa university, tutaweza kufanya utabidi kufanya research na pia kutest hizo eh, hizo miti hizo ambayo sitatengeneza, alafu tuna test kwa laboratory, ili tuone kwamba inafanya vizuri, na pia tufanye test kuhakikisha kwamba haita duru binadamu na pia baada ya kufanya hiyo tests tutaweza ku kusaidia hao wenye wamekuja na hizo madawa kukua kufanya registration na kuregister madawa zao ili ikue ijulikane ni yao, alafu waendelee kwenda ku, sasa kuuza ama kufanya eh, marketing yao na kuuza hizo madawa wakijua kwamba washaregister hizo dawa na sishafanywa test na tumehakikishwa kwamba zinafanya vizuri na haitadhuru binadamu. So tumeona ni vizuri kuungana na hao watu ambayo wamefanya hizo kazi katika yeah, yeah, community yetu yeah, ili waweze ku, ku, kuongea na sisi na kutuonyesha ile miti ambayo wanagusa wana, wana wanatumia kutengeneza madawa, wakuje walete kwa lab wa test, alafu wa, wafanye registration na waendelee kutumia hizo dawa. So tume tuko pamoja na hao hapa Herbalist Association ya hapa North Rift na South Rift, na Chairman wao hako hapa pamoja nasi waja tueleze zaidi, asante sana. Asante sana Dr. Rono, njoo hapa Dr. Rono. Kwa miaka mingi mmeshughulika na utafiti na matibabu ya kiasili, leo ni furaha iliyoja kwamba mmefika katika chuo hiki cha Moi, mnaanza utafiti na upanzi wa miche, asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Julius Kibrono, mimi ni chairman wa North Rift Valley Association. eh, Northrift Herbalist Association ni muungano wa matabibu ambaye tumeungana kutoka Southrift na Northrift baka Western. Kwa hivyo kwanza, kabla siendelea, na nashukuru kwanza, kwanza nashukuru eh, Moi University, Vice Chancellor Moi University. Eh, pia nashukuru Professor Charles Lagat kwa vile wametuita mara kwa mara na tumekaa ili tukubaliane na kushirikiana na community. Kwa kweli, mnaona tumeamua na tutafanya kazi na Moi University tukiongozwa na eh, pro, profesa Lagat akiwa hapa pamoja na ofisi ya vice chancellor. Manufaa yetu eh, au lengo letu muhimu ni kwamba dawa zetu za kiasili ni muhimu kwa afya ya mwanadamu ni vile tu hapo mwanzo ilikuwa haiaminiki. Ndipo sasa eh, 1998 1978 World Health Organization waliingia Afrika wakafanya utafiti na wakakundua kuwa dawa eh, wa Afrika wanatumia dawa za kiasili kwa asilimia 85 pamoja na mifuka yao na kuanzia hapo sasa ndipo wakaanza eh, eh, association ambayo iliunganisha matabibu, nasi pia tukaingia kwa hiyo association. Ndipo sasa tunaendelea kusonga na ndipo tumeingia sasa mpaka tuko Moi University. Na sasa sisi eh, tukiwa hapa Moi University tunatarajia kuendeleza ku, ku, ku, ku, ku, kukuza miti na ndivyo tumekuja leo kwa ajili ya ku, kuendeleza kupanda miti kwa Botanic ya Moi University Asante. Ili tukuze hizo madawa na tuendelee kuihifadhi kwa pale, sababu kuna miti zingine aina mbalimbali mbali ambazo zimetoweka na itatusaidia zikiwa hapa Moi University na itatukimendiwa na ita kwa njia ambayo itasaidia generation. Asante sana mzee, tutaendelea kuzungumza na wale ambao, huyu ni daktari ambaye anasimamia wale matabibu wote ambao ni wa kiasili kutoka ukanda huu wa North Rift. Vile umesikia, Rashid, kwa njia moja au nyingine, hata wewe umetumia dawa hizi za kiasili, na wanasema kwamba ni muhimu sana sasa Afrika ama taifa hili la Kenya kuanza kujitegemea, lifanye utafiti wa dawa hizi ili wakenya waanze kuzitumia, na wanaongozwa na chuo kikuu cha Moi pamoja na Mastercard ambao wako hapa kuhakikisha kwamba miche hii inaanza kupeanwa kwa Wakenya. Sio mpande miti tu, lakini mpande miti hata katika boma zao, iwe miti ambayo ina manufaa katika afya zao. Tuko hapa tutakuwa tuna dadizi zaidi kusikia ni yapi ambayo pia atakuwa yamejiri kutoka kwa wale ambao wamefika katika mkutano huu. Rashid, naam, shukran sana kwa